Vipi mtazamaji wangu, karibu tena kwenye video nyingine, ambayo katika video hii nitakueleza namna gani unaweza kucreate account channel ya YouTube, nawe ukaanza kuupload videos kwa ajili ya kuwafundisha watu au kwa ajili ya kuelimisha watu au kwa ajili ya kuburudisha watu. kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ili uweze ku create account channel ya YouTube ni kwa, lazima uwe na email au Google account. So kama hauna Google account au email, basi tafadhali angalia kwenye video zangu za nyuma, nimeelezea hatua kwa hatua jinsi ya ku create uh, Google account. So lakini pia kama una tayari Google account utaingia kwenye browser yako Google Chrome, then uta type YouTube, uta type youtube.com. Baada ya ku click youtube.com, YouTube .com, uh, itafunguka page ya YouTube. Baada ya kufunguka page ya YouTube, upande wako wa, wa kulia kwenye kona juu utaona sehemu ambayo ina profile ya picha picha yako. Inaweza kuwa profile ya picha yako au inaweza kuwa ni uh, profile kwa ajili ya email yako. Kwa hiyo utabonyeza ile profile picha. Baada ya kuclick hiyo profile picture utaona option ya kukreati email, so click hiyo create a channel. Then Google itakupa, itakupa option mbili. Wakati wa create YouTube itakupa option mbili. Option ya kwanza ni ili utatumia akaunti yako ya Google kukrieti Uh, channel lakini pia kama ni kwa ajili ya matu, ya biashara, uh, channel yako ni kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya brand, basi weka jina la brand yako au jina la biashara. So kwa kuwa mimi ni personal, nina create account ya- yangu binafsi channel yangu binafsi, nitaenda nitaacha, uh, majina ambayo yametumika kwenye email yangu, kwa hiyo nitaenda sehemu ya ku create channel. Baada ya ku create channel, okay, nitakuwa tayari nimesha create channel. Channel YouTube channel. So na YouTube channel yangu ni inakuwa itaitwa ni Vedastus John, so baada ya ku create itatakiwa ni customize hii channel yangu ili iweze kuvutia. Kwa nita click customization. Baada ya kuclick customiz customize channel, itanileta kwenye sehemu ya YouTube Studio ambako nitaweza kuedit channel yangu. So hapa itanipa optioni baada ya kufunguka YouTube Studio itanipa option ya kuweka banner image lakini pia itanipa option ya kuweka profile picha, lakini pia itakupa option ya kudescribe au kuweka description kwa ajili ya watazamaji wako. Ni lazima uandike hiyo chaneli yako inahusu nini, lakini pia video zako zitakuwa zinahusu nini, lakini pia lazima uweke links kwa ajili ya uh, channel zingine, lakini sio muhimu sana. Cha muhimu sana ni kwamba tu uwe, uwe, uelezee YouTube yako ni kwa ajili ya nini, ina maudhui gani, ili iwe rahisi kwa mtafutaji wa YouTube au viewers wa YouTube wanapotafuta Uh, content kwenye YouTube wao wanapotafuta jambo fulani kwenye YouTube. Kwa baada ya hapo unaweza kuadi pia uh, social media link kama Instagram na WhatsApp hapa sehemu ya add link. Lakini pia unaweza kutoa email address yako kwa ajili ya mawasiliano kwa, kwa, ikiwa ni kwa ajili ya biashara. So ukisha Uh, jaza hizo details zote maanake tayari unakuwa umesha customize uh, channel yako. Kwa hiyo channel yako itakuwa tayari kwa ajili ya kwa ajili ya kuupload videos, na kama unataka kuupload videos kwenye YouTube, YouTube channel yako utaenda hii kwenye sehemu ya ya kamera hapa ambayo ndani yake ina ina plus sign, uh, alama ya kujumlisha then utakliki baada ya kukliki utaselekti upload videos then baada ya kuselekti upload videos utaenda kuchagua faili au videos au video unayotaka kuiaplodi. Kwa ta select ta select video yangu. So, nitaselekti video yangu ambayo nataka kuiupload. Baada ya kuupload video, uh, nitaseti title kwa ajili ya video yangu laki, title pia iendane na video ambayo umeipost au umeupload. Lakini pia utoe description video inahusu nini. Lakini laki, laki pia unaweza kumention au ku kuelezea kuhu kuhusiana na channel yako. Pia unaweza ku add thumbnail. Hapo unaweza ku upload thumbnail kwa ajili ya akaunti yako. YouTube channel yako. I mean, baada ya hapo, hapa chini unatakiwa uchague option ya audience. Yaani ile hadhira ha, yako, je, ni watoto au sio watoto. Kwa hiyo mimi nitasema hii sio watoto. Kwa hiyo baada ya kuweka hiyo age restriction eist, nitaenda next next step. Naweza kuadi hapa, inaweza kuweka kuadi an end screen au ukaadi cards. Hii inaku, inakuwa kwa ajili ya kupromoti related content, yani ya video zako ambazo zipo kwenye YouTube channel yako lakini pia baada ku, ya kujaza hizo element unaenda next step. Next step YouTube itacheki kama una copyright issues. Kama hamna copyright issues, utaenda next step. Next step ni utaseti uh, video yako iwe public, yani kila mtu aione. Baada ya kuseti kila mtu aione, uta, utaseti ni muda gani iwe public sawa. Eh, ukisha seti muda gani iwe public, then utaenda kupublish. So ukisha publish hapa, ya video yako itakuwa tayari hapo, utakuwa umesha upload video, ila tu utakuwa unasubiri iwe public kwa viewers. So hivyo ndivyo unavyoweza kuupload uh, video, lakini pia kucreate channel ya YouTube. Kama umependa video hii au una maswali au una uh, namna ambayo unataka unataka nikusaidie, unaweza kuwasiliana nami kwa njia ya comment, comment kwenye sehemu ya, ya kuweka comment, nami nitakusaidia. Nitafurahi sana kama utashare pia kwa wengine waone au waweze kukreti account ya YouTube. Asante kwa kuangalia na kukaribisha kwenye video zijazo.